Hii nchi yetu itabadilishwa sio kwa maneno, itabadilishwa kwa matendo. Ya pili, hii nchi yetu itabadilishwa sio kwa maneno ya kuleta mchemko wa mambo ya kiukabila. Hii nchi yetu itabadilikwa, itabadilishwa na utaifa. Ili tuwe na taifa dhabiti, na njia ya kujenga utaifa ni ile njia umetuonyesha Mheshimiwa Rais, ya kwamba kila sehemu ya Kenya kusikue, na kuna sehemu ya Kenya imewachwa nyuma ati kwa sababu ya siasa. Kwa sababu siasa ni tofauti na mambo ya kuendesha serikali. Vile umechaguliwa ukiwa rais, umekuwa rais wa taifa nzima, ikiwemo sehemu zote za Kenya, na hiyo ndio itatusaidia kuharakisha utaifa wetu, kuleta umoja na undugu kulingana na wimbo wetu wa taifa na maazimio yetu kama taifa ambalo tumekuwa uhuru sasa kwa miaka sitini.